Dalili sita kwamba upo kwenye mahusiano yenye sumu, mwanamke mzuri. Kuna baadhi ya mahusiano yanakuumiza taratibu mpaka unajisahau. Sasa leo nataka nikuonyeshe dalili ambazo wanawake wengi wanazipuuza, lakini zinawaumiza taratibu na kuharibia maisha yao kiujuma. Karibu sana, naitwa Mombe Crispy, ni Mbeki TV. Subscribe, subscribe ili uendelee kuwa na mimi katika channel yangu, kwa sababu hapa ndo mahali pekee ambapo tunazungumza kwa upana zaidi na kwa uwazi swala zima linalohusiana na mahusiano pamoja na ndoa, lakini pia ndo mahali pekee tunaposhauriana, ushauri unaenda kujenga mahusiano yako na kuimarisha mahusiano yako. Baki na mimi hapa hapa uweze kuelewa dalili sita E, upo katika mahusiano yenye sumu kali sana karibu. Mahusiano yenye sumu hayaanzi ghafra kwa kipigo ama mateso ama manyanyaso ama madharau, no, yanaanza taratibu kwa matukio madogo madogo ambayo kikawaida unaweza kadharau na usione effectively yake usione uharibifu e, wake. Ivyo sasa hizi dalili leo zitakusaidia kuweza kuelewa hayo hata matukio madogo madogo, yanaweza akaleta athari zipi ama anaweza akasababisha kitu gani kibaya. Na leo ukiziona hizi dalili sita katika mahusiano yako anza kuweka tahadhari. Dalili ya kwanza kwamba upo katika mahusiano yenye sumu ni kujilaumu kila wakati. Kila kitu kikienda vibaya wa kwanza kujilaumu ni wewe. Unafikiri wewe ndio umekosea. Inaweza ikawa unajilaumu umekosea kuchagua. Inaweza ikawa unajilaumu pengine haumtoshelezi mwenzako. Unaweza ukawa unajilaumu uh, kwa nini unaishi hayo maisha? Kwa hiyo ukiwa katika mahusiano ambayo unajilaumu kila wakati juu ya matokeo yanayotokea, juu ya matendo unayofanyiwa, juu ya maisha yenu kiujumla na mwenzako, basi jua upo katika mahusiano ambayo hayana afya, yana sumu. Sasa effectively yake athari zake hizi ni zinakuua kisaikolojia. Unajua, unajilaumu mpaka unashusha ile thamani, mpaka ujioni wewe ni mtu wa kufurahi, ndio mwanzo ngasema, mpaka unajisahau. Yani mpaka unajiona bora liende leo. Hii kuna wanawake wazuri sana wanaishi maisha ya ajabu na wewe unawaona, utaona wanaishi maisha ya ajabu lakini wao wamejisahau, wanafikiri ndio yani maisha yao kiujumla. Sasa ile ni athari ya saikolojia, mpaka afikiri kama ana deserve better, afikiri kama anastahili mambo mazuri, yani kuna mambo mazuri ee, yuko lazima ayasikie tu, lakini asidhani na yeye yuko sehemu ya kuyaishi hayo mambo mazuri. Kwa hiyo ukiona leo upo katika mahusiano ambayo unajilaumu sana kumchagua mwanaume unajilaumu sana kwa yanayotokea, unadhani wewe ndio sababu, unajilaumu sana kwa kila kitu katika mahusiano, jua haupo katika mahusiano yenye afya, upo katika mahusiano yenye sumu. Mahusiano yenye afya yatakufanya uwe proud, uwe na furaha, uwe na amani, kwa maana unaamini umepatia katika machaguo yako, umepatia katika maisha yako. Nasemaga kila siku mahusiano ni sehemu ya maisha, lakini ukiendea vibaya yanaharibu maisha yako kiujumla. Kwa hiyo haya majuto madogo madogo katika mambo madogo madogo yanayotokea katika mahusiano yako yanaweza yakaanza katika udogo na baadaye akaja kuwa majuto makubwa. Ndio hilo unasema amekuwa hivi kwa sababu ya mahusiano, amekuwa chizi kwa sababu ya mahusiano, huyo ameua kwa sababu ya mahusiano. Huyo effect, hawa watu wanaouana leo sidhani ti mtu ka, mkaleo kaua No, kuna mambo madogo alikuwa yanatokea akaweza kuwa anapiga kibao, akawa anaweza kuwa anatukana tusi, akawa yanamkuza katika namna ndogo ndogo mpaka anafikia hatua ya kuweza kufanya tukio kubwa litakalomletea uh, lawama au litakalomletea athari kwa mwendelezo wa maisha yake kwa ujumla. Kwa usizalau dalili ndogo ndogo. Kama leo upo katika mahusiano ambayo unajilaumu sana, jua hiyo ni moja ya dalili upo katika mahusiano ambayo sio yenye afya, ni yenye sumu na taratibu sumu inapokujaa mwilini basi itaenda kusambaa katika mwili mzima na ikienea katika mwili mzima basi itaenda kukubadilisha katika namna ya matokeo yako. Hiyo ni dalili ya kwanza, upo katika mahusiano yenye sumu. Dalili ya pili itakayoonyesha upo katika mahusiano yenye sumu, unaogopa kusema ukweli wa hisia zako ama ukweli tu, mda wote unaofia, nikisema ukweli tutagombana, kwao astaki ugomvi, mi nanyamaza tu, yale mambo unayoweka moyoni na hauogopi kusema ukweli katika namna ya kwamba utasikilizwa. Unajua kabisa nikisema ukweli sitosikilizwa, nikisema ukweli nitapigwa, ama ndo nitaonekana mimi ndo mkosaji kwao, unauficha ukweli. Na sometimes unaweza ukawa na hisia fulani, unaogopa kuzisema hisia zako. Bwana mimi ile jambo nalolifanyia sijisikii vizuri bwana, ile jambo nalolifanya mimi sinitaki. Unaogopa kusema hisia zako kwa sababu unaamini hutosikilizwa, ama utatendewa vibaya zaidi. Sasa unaacha yale mambo yaendelee japo anakuumiza taratibu hivi. Wapo wanawake ambao wanaumia taratibu lakini, trust me, hawapendi kila kitu kuhusiana na anachokifanya mwanaume wake, lakini asemi, ananyamaza. Sasa huo ni ugonjwa, hiyo ni hatari. Mahusiano yenye sumu, mahusiano yenye sumu yatakuwekea ilo dongo ama ilo donge katika moyo wako na litaenda kuua moyo wako tunasema moyo mweupe utaenda kuwa moyo mweusi. Unajua, wanasema bora ukisema unajisikia nafuu kuliko kunyamaza. Wanasema mficha uchi azaa, ama mficha maradhi kifo umumbua. Kwa hiyo, ipo siku, yale unayoyajaza katika moyo yataenda kuharibu utu wako, yataenda kuharibu thamani yako. Ndo ile unashangaa, kuna watu wanakuwa na wivu tu ajabu ajabu. Mtu yuko na mpenzi wake, wamebusu Unataka watu wa shamba yani, mapenzi mpaka leo mna busiana watu wazima e, watu wamejengeana nyumba. Ah, yani mwanaume chizi, kuna unamjenga nyumba kwa mwanamke. Yani unaanza kuona kama wanawake wenzako wote wale wenye bahati ni machizi ama wanaume wanaowapa vitu ni machizi kwa ajili ya huo wivu. Sasa unakujenga wewe katika namna hiyo, unaanza kuchukia chukia watu ovyo, unaanza kuoneonea watu wivu ovyo, unaanza kuona kama mahusiano yani, sio kitu kizuri yani. Unaanza kuona kama mahusiano ni sehemu ya kwenda na uzae tu, hauoni upande mwingine wote wa mazuri katika mahusiano. Hii inakuharibu wewe na itaharibu hata kizazi chako utachokiza. Tunasema asilimia themanini ya ma urithi wa mtoto anaofuata kutoka kwa mama. Kwa hiyo itaharibu hata kizazi chako. Itaharibu hata namna unavyoyachukulia mahusiano. Na inavyoharibu hivyo ndio itazidi kumharibu hata umanomoro kwa naye. Kwa hiyo ukiona upo katika mahusiano ambayo hauna uhuru wa kusema hisia zako kwa maana ya ukizisema hautasikilizwa, utakarauliwa ama utakandamizwa. Jua hiyo mahusiano yana sumu. Ukiona upo katika mahusiano ambayo huwezi kusema ukweli, hata kama ukweli unakuweka uhuru, na hutaki kusema, na sio kwamba hutaki kwa sababu hutaki, hutaki kwa sababu unaogopa, basi jua upo katika mahusiano yenye sumu, kwa sababu mahusiano bora ni yale yanayokupa uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kujieleza hisia zako, uhuru wa kuongea ukweli, kwa sababu bila ukweli hatuwezi kujenga. Bila kuongea hisia zangu zilivyo, hauwezi kunifanyia vizuri. Kwa hiyo utakuwa katika mahusiano ambayo hauna uhuru hauna furaha kwa sababu usiposema hakuna kitakachorekebishwa. Kwa hiyo utakuwa katika mahusiano yenye maumivu kwa muda wote. Kwa hiyo leo, ukiona upo katika mahusiano ambayo hauna uhuru wa kuzungumza, hauna uhuru wa kusema hisia zako, unaogopa, basi jua mahusiano yako ni yana sumu, na taratibu hiyo sumu itakavyozidi kuendelea katika hayo maisha itakuharibia pakubwa sana. Dalili ya tatu kwamba upo katika mahusiano yenye sumu hatari sana ni kuwa na mtu ambaye anakudharau, ama anakukosea kisha anarudi kuomba msamaha. Eh, kuomba msamaha ni kitu muhimu. Ama kukosewa ni sehemu ya maisha, hakuna lolote kamilika. Lakini hii maana yake ni kwamba anakukosea leo, anakuomba radhi. Anakukosea tena kesho, anakuomba radhi. Kuomba radhi imekuwa ni sehemu yake ya tabia ya kukosea makusudi. Yanaona huyu kesho pia, nitamwomba tu samahani, haina shida tufanye tu. Ah, subiri nifanye hichi nitamwomba tu samahani. Ukiona upo katika mahusiano ya namna hiyo ya kwamba mwanaume anakukosea tena, wakati mwingine kosa lile lile moja linarudiwa kila siku, na namna ya kulimaliza ile kosa ni msamaha tu, basi yupo katika mahusiano yenye sumu kubwa sana. Leo anakukosea, kesho anakuomba msamaha na maneno matamu. Sasa huu ni mzunguko wa maumivu katika maisha yako. Kwa hiyo, sio mtu atakayekuwa anajutia ama anaogopa kukosea, kwa sababu anaamini mlango wa kutokea upo. Mlango wa kutokea ni samani. Sasa ukiona upo katika mahusiano ambayo kila siku mtu anakukosea, anakudharau na anarudi kukuomba msamaha kwa makosa yale yale, hayo ni mahusiano yenye sumu kubwa sana, kwa sababu nilisema mwanzo kabisa, wakati naanza, haya mambo hayaanzi kwa haraka, yanaanza kwa matendo madogo madogo, haya ya makosa unayochekea, haya unayodharau. Haya anasema mdharau mwiba mguuta Aya atatengeneza mambo makubwa. Ipo siku atakukosea pakubwa, kiasi cha kwamba wanasema the point of no return, kiasi cha kwamba sehemu itakuwa ni kubwa katika namna, sijui utaleta matokeo gani. Lakini pia yenye sumu, kwa sababu heshima yako tayari inazidi kushuka, thamani yako inashuka, haoni kwamba una umuhimu, ama haoni wewe ni mtu wa kukusikiliza. Kila siku unalalamika, hajali. Kila siku unaumia, hajali. Maana yake ni nini? Unaumia ama unakufa taratibu na inaenda kukuafecti katika namna mpaka unaanza kuona kawaida. Wapo wanawake mpaka leo wanasema amna mwanaume wa peke yako. Maana yake wa mwanzo waliamini mwanaume wa peke yako yupo, kama utaonesha jitihada za kumjali, kumpenda, kumthamini, kumpa vitu vizuri, atatulia. Lakini baadaye wanachoka kwa sababu washayafanya yote hayo lakini mwanaume hajatulia. Leo hii wanakuja kuona kwamba hakuna mwanaume wa peke yako. Maana yake ile sumu ishamtengenezea kupoteza uaminifu kwa wanaume. Kwa hata kesho akija mwanaume wa peke yako atakayekuheshimu na kukupenda, hauta apply katika namna ya kumthamini na kumjali kwa sababu wewe unaona wanaume wote mbwa, kwa sababu ulikuwa na mbwa mmoja akakubadilisha, wewe ukawa mbwa mwenzake. Sasa unaona wote una na wenzako wanakuja ni mbwa. Kwa athari zake ni kubwa katika namna ya saikolojia, unaweza usizione ile athari, lakini zinapoendelea kukua, ukigeuza kuwa hayo matatizo kuwa sehemu yako ya maisha, kila siku mtu anakukosea na kuomba radhi, anaisha ya yataenda kukujenga na wewe kuwa katika sehemu ya maisha kuamini kwa kwamba mwanaume ni mtu wa hivyo kama alivyo bwana na utapoteza bahati ya wanaume wazuri kwa sababu ya huo upuzi tu. Utakuwa na mwanaume mzuri na mwaminifu, utaanza kuchezea chezea simu yake, wafanya kazi wenzake wamwambia mambo tu, unaanza kusema mm, mume wangu alikuwa akiambiwa mambo na mwanamme tu anamla huyu, naye atakuwa hivyo hivyo. Kumbe watu wengine wako tofauti na bwana wako alopita, wako tofauti na ex wako, kwa unaenda ku apply maisha ya ex wako kwa wanaume wenye wastaarabu. Mwisho wanaume wastaarabu, anakuwa nawe muuno na kuwa nawe mswahili, wanakuacha na kuwa na mdomo mwingi eh. Hey, wapo wanaume leo hii Eh, wakimwona, wapo wanawake leo wakimwona mwanaume wake kapiga picha na mwanamke tu, eh, umalaya tupicha ya nini? Sasa ana complain hadi mwanaume kapiga picha, maana yake ni nini? Huyu sio kama kukasirikia wewe mwanaume uliopiga picha, ila ana hasira za ex wake ama za mwanaume fulani aliyopita, kwa sababu alikuwa anajua mwanaume wangu fulani alikuwa akipiga picha na mwanamke amwachi, lazima kamla kwao hiyo tabia anaipeleka kwa wanaume hata wasiokuwa na tabia za huyo mwanaume wake aliyopita. Kwa athari zake zipo katika namna hiyo, na zinaweza ziwe, ziwe katika namna ambayo wewe uelewi kama umwathiriwa na mahusiano aliyopita. Kwa hiyo nikizungumzia sumu nazungumzia katika namna hiyo, kwamba inakuua taratibu na itaenda kubadili mfumo wako wa maisha. Eh, e, dalili ya tatu ni kuwa katika mahusiano ambayo na mtu anaikokosea kila siku, lakini anakuomba msamaha kwa hiyo hii itakuharibu kisaikolojia na itaharibu mfumo wako wa maisha. Dalili ya nne ya kwamba upo katika mahusiano yenye sumu ni kuwa na mtu anayekutenga na watu wako, anakufanya uwe mbali na marafiki, anakufanya uwe mbali na familia. Huu sio upendo, huu ni udhibiti ama huu ni ufungwa. Wapo leo hii watu wameolewa, ama upo katika mahusiano, mwanaume anamchagulia mtu marafiki au sio na yule, au sio na huyo eh, mwanamke anakuchagulia marafiki, astaki marafiki wale, astaki marafiki wa kike, astaki. Eh, unataka kutembelea ndugu, unazuiliwa usiende kutembelea ndugu. Eh, unataka kush... kushiriki sherehe za wenzako, unazuiliwa kwenda katika sherehe. Kushiriki katika misiba ya wenzako, unazuiliwa kwenda katika misiba. Kwa ukiwa na mahusiano na namna hii, mtu anaambia anakudhibiti, ama anakuweka mbali na watu wako wa karibu, maana yake ni nini? Leo upo naye, kesho akiondoka wewe wale watu uliokuwa mbali nao watakuchukuliaje? kwa kwa ama mpenzi wako anakukataza, lakini ushawahi kufikiria maisha yako pia wewe binafsi yatakuwaje? Awa unaokaa nao mbali ndio watu ambao katika shida zako katika raha zako pia utahitaji ushiriki wao. Kwa ukiwa katika mahusiano na mtu ambaye anakuweka mbali na watu wako wakaribu, jua huyu anakutengenezea sumu mbaya, ama bomu. Haki kuna sumu na bomu hilo, ni bomu ipo siku litalipuka. Leo hii mambo yote yako sawa, ndio maana unaona sio sio shida. Ipo siku itakuja shida na utaona umuhimu wa watu katika maisha yako. Kwa hiyo zungumza na mwenzako, kama leo upo katika mahusiano na mahusiano na mtu ambaye anakuweka mbali na wenzako, zungumza naye, mwambie bwana, mustakabali wako wewe pia unategemea na watu eh, wewe kuwa na watu kwao. Dalili ya nne ya upo katika mahusiano

Kwa ukiwa katika mahusiano ukamuona mwenzako anakuchagulia marafiki wa kuwa nao, ambao kiukweli inaweza akawa anakuchagulia kwa sababu ni marafiki wabaya, ila ikawa anakuchagulia marafiki, usiwe na huyu, japo ni rafiki mzuri na anakusaidia. Kuna watu wengine wanakupa connection ya kazi, lakini mumeo anakuweka mbali nao, unaanza kukosa taajira, kukosa connection na vitu kama hivyo. Hawakuwa hata na nia mbaya katika urafiki wenu, lakini mumeo anakukataza. Kuna ndugu hawana hata nia mbaya na wewe, lakini mumeo anakukataza, anaua e, ile, ile, ile network ama ule ule mnyololo wa thamani katika maisha yako na watu wanaokuzunguka. Sasa hiyo ni sumu mbaya sana. Ni vyema kama atakukataza kuwa na marafiki ambao wabaya, hiyo ni kitu kizuri, lakini si vyema kukataza kuwa na marafiki wazuri katika maisha yako. Kwa ukiwa ukiona dalili ya mwenzako anakuweka mbali na, anaku, anaku, anaku, anaku, anaku, anaku, na wapendwa wako, jua hiyo ni dalili mbaya. Hayo mahusiano yako ni mahusiano yenye sumu na ipo siku yatakuangamiza. Dalili ya tano itakufanya ujue kwamba uko kwenye mahusiano yenye sumu ni kulia zaidi kuliko kufurahi. Yaani mahusiano yako yana vilio vya kila siku tofauti na furaha ile. Maana ya mahusiano ni kitu chenye furaha, amani, utulivu, upendo. Kwako kwa haipo hivyo kwako kwa ni mateso, manyanyaso, uzuni, msongo wa mawazo, vilio kwako ndio iko hivyo. Sasa ukiona hupo katika mahusiano namna hiyo, hayo sio mahusiano Eh, hayo mahusiano yanahusiana na upendo, yanahusiana na mateso. Kwa inawezekana leo upo katika mahusiano, lakini sio ya upendo, ni mahusiano ya vita. Kwa dalili eh, ya tano itakuwa kufanya ujue upo katika mahusiano ambayo yana sumu ni hiyo, kufurahi kidogo, kilio zaidi. Kilio ndio kinakuwa sehemu yako ya maisha. Sasa hapa sitaki kuelezea kitu kimoja kimoja kimoja, kitakufanya ulie, kwa sababu wewe ni mtu mzima unaelewa eh. Kuna yale mahusiano hujawahi kufurahi na ikatokea kwamba umefurahi siku imepita siku nzima hamjakwazana, we mwenyewe unaweza ukasema kimetokea nini? Yani ni kwamba eh, kile kitendo cha wewe kulia lia kunyanyasika katika mahusiano mpaka kimegeuka kuwa sehemu yako ya maisha. Yani bila kupigwa unaonekana unajiona upendwi, bila kusemwa semwa upendwi, bila kufuatiliwa ufuatiliwa kuvunjiwa simu yako unaona upendwi, yani ushazoea mahusiano yale ya mausiano, mshike mshike, maana yake ni mateso yashageuka kuwa sehemu yako ya maisha. Kwa hiyo ukiona upo katika mahusiano ambayo furaha ipo kidogo sana, lakini vilio vipo vingi, basi hayo mahusiano hayana afya na wewe, ni mahusiano yenye sumu na anakutengeneza kitu kibaya sana mm. baadaye kinaweza ikaja kukulipua ama hata kinaweza ikaja kukuchanganya kisaikolojia, na tunaona, nilitoka kuongea namna nyingi watu wanaoishi katika mahusiano ya na namna hii yanawaafect yanawaachia athari. Usizani utapita salama katika mahusiano na namna hii, hautopita salama. Kuna namna utadhani unavumilia kumbe hauvumilii, yale yanageuka kuwa kama mazoea kwako. Yani, unakuwa sasa ushazoea, unasema tunavumilia, lakini muongo umeshazoea, ila kwa nje unadhani unavumilia kumbe yale ni mazoea, na utakuja kuyagundua utakapata mwanaume ambaye akupigi. Utakapata mwanaume ambaye ukimwambia mimi nipo kwa shangazi kumbe kwa bibi kakuelewa. Utakapata mwanaume kapooza mwenyewe, utasema mbona kapooza kume nakupenda, ndio mwanaume lopoza kwa sababu ushazoea mikiki, mikiki, mshike mshikemshike. Kosa lako unapigwa, kosa lake anakupiga yani, vurugu, haujawahi kufurahi. Sasa ukiona katika mahusiano hayo ya vita, basi jua mausiano, ya mausiano, sana katika maisha yako. Na jambo la sita na la mwisho, anatishia kukuacha pale unapojaribu ama imara katika namna gani pale unapoanza kukemea mabaya, bwana, mi sitaki kitu hichi, sijafurahishwa kitu hichi, anatishia kama vipi tuachane. Kama unaona mi sikuridhishi, sikutoshelezi, tuachane. Maana kila siku umezidi mdodo mdomo, kama vipi tuachane. Mtu yoyote anayekutishia tuachane katika mahusiano, maana yake ni nini? Anajua hiyo ndo kauli pekee itakayozima mdomo wako ama itakayofunga mdomo wako na itakaomaliza matatizo, hata kwa mtu ambaye anataka Mkae chini na muyaongelee matatizo yanayotokea katika namna mnayatatuaje. Ye mara zote akitaka kukwepa mada ama kukwepa hatia anakutishia kuachana. Kwa sababu anaamini ikombea kuachana na huwezi kuachana naye, mtalifunika kombe, mwanaharamu apite, hamtozungumzia ya matatizo yenu. Sasa hii ni sumu tena mbaya sana kwa sababu yatatokea matatizo katika mahusiano yenu. Alafu mtashindwa kuyazungumza katika namna na ya wewe kuogopa utaachwa. Mnaacha matatizo yakuwe yakomae na baadaye yatazidi kuja kukuumiza. Sasa hii pia itakufanya uyaone matatizo, uogope kuyakemea kwa sababu unaogopa kuachwa, uyafumbie mdomo, unasema ah, basi bwana sasa nitafanyaje? Kwa sababu unahofia ukisema utaachwa na namna hiyo. Na sasa hiyo inakuweka katika mahusiano ya ya utumwa, mahusiano ya ya, ya ya, mateso, mahusiano ya manyanyaso. Yaani even if mbele ya watu unacheka kama moyoni unacheka ukiwa naye unacheka, lakini moyoni umejaza vitu vyenye hasira ambavyo unatamani umwambie ili uelewe ukweli wake ukoje. Eh, unatamani hata sio kumwambia hivi, mume wangu. Yule mwanamke unaifanya naye kazi pale. Mbona kama siwaelewi, akuelezee. Lakini ukisema hivyo, ah, ushaanza mdomo mdomo wako bwana. Weka mwezi kuelewana na mimi tuachane tu. Efanya mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. Yaani mwanaume mpaka anageuza anageuza, hiyo tuachane achane ndo bakora yako. Asipotaka kujielezea tuachane achane. Kwa ukiona uko katika mahusiano ambayo Eh, ukijaribu kuwa imara kuonekana kumwonyesha mwenzako unataka usawa, kumuonyesha mwenzako unataka kupendwa, kumuonyesha mwenzako kwamba anatakiwa abadilike, anakukosea mwenzako, badala ya kujirekebisha ama kukuelezea tatizo ni nini, anatishia kukuacha, hayo siyo mahusiano imara, wala hayo sio mahusiano yenye afya. Hayo ni mahusiano yenye sumu kubwa sana, na mwisho wake atakuja kukuathiri pabaya sana. Mwanamke mzuri, haujaumbwa ama haujaumbwa kuingia katika mahusiano ili kuvumilia haujaomba kuingia katika mahusiano ili kuteseka, haujaomba kuingia katika mahusiano ili kulia. Wewe umeomba kuingia katika mahusiano ili ukafurahi, ukaenjoy dunia, ukaenjoy maisha, ukafurahia upendo. Kwa hiyo ukiwa katika mahusiano ambayo unaona mateso, hayo sio mahusiano unaostahili. Na nikwambie tu, eh? kuondoka kwenye mahusiano ya mateso haimaanishi umeshindwa, haimaanishi umekata tamaa, haimaanishi umekosea. Hapana. Inamaanisha umejua thamani yako, umejua unachostahili. Kwa hiyo umeamua kuondoka, kuyaacha mateso na kutafuta furaha yako. Kwa hiyo usijisikie vibaya leo hii kama upo katika mahusiano unanyanyasika, na una wazo la kuondoka, hapana. Kila unapopata wazo la kuachana nayo mateso maanake, ile calling up ya thamani yako, kujua unachostahili ndio ina click katika kichwa chako sasa, kwamba inakuonyesha bado una ule utu ndani yako, bado una ile thamani unaojithamini ndani yako, bado unajijali kwamba no kwa nini naendelea kuteseka? Kwa hiyo usijisikie vibaya kufanya maamuzi ya kuondoka sehemu unaopata mateso, kwa sababu ndio only options, ndio only choice, ndio chaguo pekee ulilonalo, kama unajitakia mazuri katika maisha yako. Maisha ni mafupi sana, hatuwezi kuishi tukiteseka milele, hatuwezi kuishi tukilia milele. Kwa hiyo fanya maamuzi bora katika namna ya kujitakia mazuri. Amani yako, furaha yako ni muhimu kuliko mapenzi, ni muhimu kuliko mahusiano. Kama mahusiano uliokuwepo hayakuletei amani, furaha, utulivu Hakuna haja ya kubakia katika mahusiano, kwa sababu maisha is all about you my friends. Nadhani umeelewa vizuri, hizi zilikuwa ni, ni dalili sita zitakazokujulisha upo katika mahusiano yenye sumu kubwa sana, na unatakiwa kuyaepuka. Uyamkini upo katika mahusiano, kuna baadhi ya dalili hizi, basi unatakiwa uchukue tahadhari kubwa sana ama upo katika mahusiano ambayo yana dalili zote hizi, unatakiwa uchukue tahadhari kubwa sana. Unaweza ukanitafuta ama ukaandika kwenye comment wewe upo katika mahusiano ya aina gani, na kitu kizuri, sitokuacha ubakie katika haya mahusiano video inayofuata nitaenda kukuambia ni kwa namna gani unaweza ukatoka katika haya mahusiano yenye sumu pasi na kujutia pasi na kujilaumu pasi na kulia. Nitakufundisha vizuri sana namna gani unaweza ukatoka katika mahusiano yenye, yenye sumu kama haya. Kama we upo katika mahusiano yenye sumu ama upo katika mahusiano yenye moja ya dalili hizi nilizokutajia sita, basi video inayofuata inakuhusu, kwa sababu itaenda kutibu tatizo lako, itaenda kukusaidia na itaenda kutafutia mwanzo mpya, bonyeza hiyo video inayofuata hapo. Nimeongea vizuri sana namna gani unaweza ukatoka katika mahusiano yenye sumu. Ulikuwa na mimi Mbeki Crispin, hadi wakati mwingine, naomba tukutane katika video inayofuata pia, usiache kusubscribe bye. bye.